Mimi ambacho naweza kuwaambia wahariri na wanahabari wakongwe ambao e, ni vijana e, hii nchi ni yetu, hii nchi ni yetu e, tusishabikie tusishabikie hata kidogo tukaenda kwenye mlengo wa kufanya tuwe kwenye vurugu. Vurugu zina gharama vurugu zina gharama. Kuna mambo ya kujaribu lakini kuna mambo, hata kwa taaluma, hupasi kuyajaribu, kwa sababu chochote kikitokea, wewe na mimi, mazingira yetu yatakuwa tof ya tofauti. Kwa hiyo jitihada ambazo mheshimiwa Rais amekwisha toa mwelekeo, tuziunge mkono, lakini jeshi la polisi majukumu yake yataendelea kutekelezwa kuona kwamba nakuawa salama kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Na kusema kweli, kama msemaji wetu wa jeshi alivyotoa eh, jukumu letu ni kuhakikisha ninyi wote mnakuwa salama na wananchi wetu kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Mwisho, sisi tutaendelea kusimamia sheria kuona kwa kwamba maeneo yetu hasa Dar es Salaam yanakuwa salama zaidi na ninyi wahariri pamoja na wananchi wote kwa ujumla wanatekeleza majukumu yao bila hofu. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru kwa kunisikiliza na ndugu yangu Balile niliona ulinisisitiza muda ninafikiri nitakuwa nimeuzingatia. Asanteni. Lakini pengine nianze na swali. Kwamba katika zama hizi sisi kama wanahabari tunaandika kinachosemwa ama tunaandika kinachofanywa? ama tunaandika vyote kwa maana ya kinachosemwa na kinachofanywa, ama hatuandiki vyote? Yani hatuandiki kinachosemwa na hatuandiki kinachofanywa? Hilo ni swali kwenu wanahabari wenzangu. Um, nikianza kuzungumza, nataka niiguse kidogo tasnia yetu katika muktadha ama katika nyakati hizi za uongozi wa awamu ya sita, kwa kidogo tu kwamba kwa kumbukumbu zangu Nakumbuka Mheshimiwa Rais wakati ameingia madarakani mwaka 2021 aliita mkutano wa hariri, na tulitoa ombi la kufunguliwa kwa vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungwa, na Mheshimiwa Rais aliridhia, na akatupa angalizo kwamba tunaweza kukosoa, tunaweza kushauri, lakini katika kukosoa tukosoe kwa hekima kwa hiyo akatoa amri kwamba vyombo virudi kwenye kazi. Naamini baadhi ya magazeti na baadhi ya online media pia na na vyombo vingine ambavyo vilikuwa kwenye mtanziko vilipata nafasi ya kuendelea na majukumu. Kwa nini nayasema haya? Um, kwamba mimi niliona siku ile dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kufanya kazi na vyombo vya habari, lakini katika safari ya uongozi wake ama katika safari ya miaka kadhaa hapo baadaye ni kwamba tulikuwa na michakato sawa ya kuomba maboresho ya sheria zetu kwa maana sheria huduma ya habari pamoja na ile ya utangazaji, lakini pia na kuangalia sera zinasema nini. Bado tuna changamoto kwenye sheria, na hili ni ombi ambalo tumekuwa tukilisema mara kwa mara. Ni kwa nini tunatamani kuwa na mazingira bora, ama mazingira bora mazuri ya vyombo vyombo vya habari? Unapokuwa na vyombo vya habari ambavyo viko kwenye mazingira mazuri maana yake ni kwamba unakuwa na vyombo vya habari vyenye afya, lakini mwisho wa siku, vinaenda ku compliment utendaji wa serikali. Serikali nayo inakuwa na afya, lakini mwisho wa siku taifa linakuwa na afya. Kwa hiyo maana yake nini? Tunategemeana kwamba sisi tukitimiza wajibu wetu sawa sawa, tunaisaidia serikali ili iweze kufanya kazi yake vizuri na ikibidi hata kuiwajibisha, lakini wakati huo huo tunasaidia taifa pia kwa sababu kila mtu atajua wajibu wake, tutapata taarifa sahihi kwa wakati na tutaweza kuchukua maamuzi sahihi ikiwa ni pamoja na kujenga nchi. Um, sasa kwa sababu tumekuwa na haya maombi kwa serikali kwamba tunatamani um, sheria ziwe vizuri, mazingira yetu yawe rafiki. Tumeona juzi hapa machafuko yametokea, usalama wetu ukawa kidogo kwenye mtanziko, na jambo la usalama kwa wanahabari ni la msingi sana. Haikuwa rahisi kushika kalamu kwenye nyakati kama zile, na hatujawahi ku experience kwa hiyo kila mtu alikuwa kwenye mtanziko, kila mtu alikuwa anatafuta namna gani naweza nikatimiza wajibu wangu, lakini mazingira hayakuwa rahisi. Kwa hiyo maana ni kwamba sasa tuanze kujiangalia, na jeshi la polisi pia lianze kututizama, tunafanya nini. Jana tulikuwa na mjadala mmoja sehemu, kuna mtu akasema, mbona manesi walikuwa wanakwenda hospitalini, madaktari wanachukuliwa na magari ya jeshi, wanakwenda wanapelekwa.